Katika kusherehekea sikukuu za mwaka mpya Askofu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Kusini Mashariki Yeriko Yonam Ngwema, amewataka washarika wa kanisa hilo kutenga muda wa kumshukuru Mungu na kumtegemea katika maisha yao, hasa kuwahurumia na kuwajali watu wengine. Askofu Ngwema ameyasema hayo wakati wa ibada iliyofanyika kanisa la KKKT Usharika wa Magomeni mkoani Mtwara, ambapo amesema kutenga muda wa kuzungumza na Mungu sio kuwa kanisani muda mwingi, badala yake wawe ni watu wa ibada. Tunaposema kuwa na muda na Mungu sio kujifungia kanisani. Kizazi cha leo, kuna watu hawana muda hata wa kufungua biashara, hawana muda, hawana muda, hawana muda. Nataka niseme kuwa na maisha ya sala na kazi. Tumaini Mungu katika safari yako, usitegemee akili zako. Maadui ni wengi mno. Kama Mungu hahusikani na maisha yako uwe na hakika chochote kinaweza kutokea katika mwendo wako. Wewe unaweza usione siku zote, madhara ya yule mwovu hayaonekani wazi wazi, ila matokeo yake ni pale unapofunga mwaka, unafanya tathmini, unaona mifugo yako haiko kama mwanzo, unaona mazao yako hayako kama mwanzo, ripoti zako za kazi haziko kama mwaka jana. Hapo ujue ulienda peke yako. Penda kuambatana na Mungu, mshirikishe Mungu, ahusike na maisha yako watu wa Mungu. Himizo la mwaka huu ni kumtegemea Mungu katika maisha yetu, nami kama mkuu wa dayosisi nasema dayosisi ya kusini mashariki, kama sio Yesu kuambatana nasi, hatuna chochote tunaweza kufanya. Iwe mtaa, iwe usharika, iwe jimbo au dayosisi, kama sio kuwa na Mungu katika mipango yetu tutaishia kupanga na kuona kwamba mambo hayaendi. Naye mchungaji wa kanisa hilo ambaye pia ni mkuu wa jimbo la Pwani, mchungaji Elihuruma Jonas Maleko ameeleza furaha yake kwa kutembelewa na askofu, huku akiwataka washarika wa kanisa hilo kushiriki ibada mbalimbali. Zaidi sana tunamshukuru mungu ambaye amempa kibali baba yetu askofu kuweza kuabudu pamoja nasi katika ibada hii nzuri. Kwa kweli, imekuwa ni ibada nzuri na ya baraka sana kwetu, lakini sana tunamshukuru Mungu ambaye ametupa mwaka huu mzuri, mwaka huu wa neema, mwaka huu wa baraka 2026. mwaka ambao tunatamani kama ambavyo neno la msingi linasema bila uso wa Mungu kwenda nasi hakuna namna ambavyo tunaweza tukafanikiwa katika ulimwengu huu uliojaa mambo mengi, lakini uso wa Mungu ukiwa nasi, hakika yake ni kwamba tutaona baraka, tutaona ushindi, tutaona neema. Kwa wale ambao hawajapata nafasi ya kufika leo katika ibada, ni muhimu sana kutafuta uso wa Mungu kila wakati, zaidi sana hasa kwenye hata hizi tarehe za mwanzo wa mwaka, kuombe sana ukipata nafasi, kama hakuna jambo lolote ambalo linakuzuia kujitahidi kwenda kwenye ibada katika siku hizi za kwanza za mwaka. Nao baadhi ya wa washirika wa kanisa hilo akiwepo Philemon James Kamanga na Elizabeth Erasto Mwanache wameeleza namna walivyobarikiwa na mafundisho ya Baba Askofu ikiwa ni pamoja na kuahidi kutekeleza waliofundishwa. Wale wote na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata nafasi ya kuabudu katika siku ya leo ya tarehe 1 mwezi wa kwanza 2026, na tulikuwa na ibada nzuri sana tulipata ugeni wa Askofu kuja kuhudumu katika kanisa letu siku ya leo. Kwa kweli tumepata vitu vizuri tangu usiku tumefanya ibada, lakini na siku hii ya leo ya tarehe moja tulikuwa pia na ibada ambayo ni njema sana. Katika mafundisho ya leo mm, askofu ametuhimiza swala la shukrani, kwamba tunatakiwa tutoe shukrani kwa jinsi mema mengi ambayo Mungu ametutendea kuanzia Januari mpaka Disemba mpaka hii Januari tena la tarehe moja, binadamu tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kutoa sadaka, tushukuru kwa kuwasaidia watu wenye shida, tuombe tusali, tutembee na Mungu kwa jinsi ambavyo Mungu ameweza kutusaidia kutoka Januari mpaka Disemba ya mwaka 2025. Vivyo tunavyoshukuru ni kuomba tena Mungu atembee nasi katika mwaka huu wa 2026. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya neema yake kubwa ya kutuwezesha kuweza kuifikia mwaka huu, lakini tunamshukuru Mungu pia kwa neema kubwa ambayo tumeipata leo. Tumetembelewa na askofu wetu wa dayosisi ya Kusini Mashariki, na tunashukuru Mungu kwa namna Mungu ambaye alivyomtumia katika ujumbe wa neno la Mungu, lakini ametuasa, ametusii sisi kama Wakristo ya kwamba tunapoanza mwaka huu, basi uso wa Mungu au lile wingu la Mungu likaambatane na sisi tukaanze katika familia zetu, na uso wa Mungu katika kazi zetu, katika biashara zetu, katika kanisa na katika taifa kwa ujumla. Tunahitaji ya kwamba uso wa Mungu ukawe pamoja na sisi. Nikiripoti kutoka kutoka mkoani Mtwara, kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT usharika wa Magomeni, mimi ni Christian Ngao wa upendo TV.